Kama unapitia dalili hizi zifuatazo huenda ikawa una ujauzito. Subscribe ili uendelee kupata dondoo za kiafya. Dalili ya kwanza, kama utakuwa unatokwa na, na damu ukeni, damu kidogo kidogo, lakini na kila baada ya wakati, huenda ikawa una dalili ya ujauzito. Lakini pia kama utakuwa unapata maumivu ya tumbo ya kawaida, lakini huenda ikawa pia una ujauzito. Lakini pia kama itakuwa unajihisi uh, una, una joto sana limepanda katika mwili wako lakini pia kama mapigo ya moyo yatakuwa hapo juu, kwenda kaa pia ni dalili ya ujauzito. Lakini pia kama itakuwa una una matiti yako yamekuwa makubwa sana, na kile unajisi mazito na ni malaini sana, wenda kaa pia una ujauzito. Na hii dalili huwa inapungua mara baada ya wiki mbili. Lakini pia kama utakuwa unajisi aa, akuchoka sana hasa mida ya mchana, wenda kaa pia dalili ya ujauzito. Dalili hizo zinatofautiana kati ya mwanamke na mwanamke. Sasa cha kufanya, na unaenda pia kusababishwa na magonjwa, dalili moja hapo mbili, unaenda kusababishwa na magonjwa, cha kufanya nenda hospitali au jipime mimba.